Kama ni mara ya kwanza kutembelea youtube chanel yetu, tafadhali subscribe, lik, share na comment. Most Public TV. Sisi ni sisi na uh, ni kipindi chenye kukusogeza karibu na matukio makubwa zaidi. Tunakuletea exclusive interview zamasta, tunachambua, tunacheka na kukukumbusha. Hii ni most public tv, mustasari kamili na burudani inayotawala mitandao Mi ni mtu na nusu, niko na director Boazi leo, nimeamua ni ni ni kufanya exclusive interview na Madam Teddy ambaye baadhi yake kumekuwa na mambo mengi ambayo yanaendelea, lakini uh, nimetamani kumuweka kwenye exclusive interview, tuweze kuongea mawili matatu kuhusiana na, na mambo yanayoendelea, lakini pia uweze kujua e, uweze kucheka, uweze kuburudika na vitu ka hizo. Mambo vipi? Oh, Kama kawa. Madam Teddy, hmm. umependeza mwenyewe. Asante. Mishe zinasemaje? Ziko poa. Za kupoteana. Naomba <laughs> siku nyingi sana tukuoni, hata kwenye game, kazi zako hatuzioni tena, imekaaje? Kuhusu game. Ah, hapo, hmm, nitasimama muda mrefu sana kwa sababu kuna mambo hayajakaa vizuri. Hmm. Ni kwamba umeacha ama vipi? Mavipi? Sijaacha. Ila ndo nimesimama kwanza mm -hmm. Mm. Sawa. Kabla tuendelee, waangalie mashabiki zako, waangalie watu wanaotazama muda huu na uwaambie kitu chochote. Hmm. Naweza niwaambia, tunashukuru sana kwa sababu sasa hivi bado tunapumua. Mungu ametupa pumzi mpaka sasa hivi bado tupo. Tuendelee tu kuombeana. Uzima ndio kila kitu. Sawa. Unakumbuka neno la, la kwanza wakati umeamka, unalikumbuka neno la kwanza kuongea kabisa wakati unaamka asubuhi? Yeah, nalikumbuka. Ilikuwa nini? Asante Yesu, kuniamsha salama. Yesu. Jee, hamna, hata kanisani, ila mm. waga. Yesu. Najua, yeah. Sana, sana. Yeah. Fresh sana. Ah, tuanzie hapa kwenye swala la, la, la, la muziki Bazee, kuna, kuna mambo mengi yanaendelea. Nyagomani yuko Dar es Salaam, Dekirili yuko Nyarugusu, Foro Bugati yuko ndani ya Kigoma, lakini natamani tuwe, uweke komenti yako kuhusiana na ile swala la na, Nyagomani kwenda kuwa ndani ya Dar es Salaam, lakini pia alionekana kama eh, kuna kuna mitazamo ya watu wanasema kwamba alikana ukimbizi, kwamba yeye sio mkimbizi. Wewe mtazamo wako ni upi kwenye hilo swala kwenye hmm, hilo swala? Kwanza mi sijaifuatilia zaidi sana, mpaka nilifuatilia kwa maana hata hiyo interview mimi sija- sijaifuatilia sana ya ni, ni team follow team nyago wote wote. Mm. Kuja hujafuatilia, fuatilia mambo ya Nyagomani. Mm. Um. Upendi hata kuangalia? Ah uh-uh. Sio, sipendi, sijafuatilia. Yaani sijakaa chini ni afuatilie. Sawa, ila watu wengi wameonyesha wa kuto kupendezwa na ile swala. Wanasema kwamba Nyagomani alikosea na vitu kama hizo. Wewe mtazamo wako ni upi kwenye ile? Eh, amekosea kama amesema hivyo. E, hata kama mimi sijaona lakini kama amesema hivyo. Ya e, atakuwa amekosea. Na hawa anaosema kwamba uh, pia swala la kwenda na, na, na Dogo Zuu kumwacha Shani Bebe Star ambaye pia ni mwanamuziki au ni msanii amekosea sana, na we, mtazamo wako ni upi? Hajakosea kwa sababu si unajua Dogo Zuu pale ndo nyota nyota ya nani ya Nyagoman, kwa hiyo hajakosea kwa maana ile ni kazi, wanafanya kazi. Ndio hajakosea, yule ni mke, Dogo Zuu ni kazi, wanafanya kazi hivyo, hajakosea yule ni mke, dogo Dogo Zuu ni msanii na kifupi, ndio hicho tu. Kwenda Nyagomani na Dogo Zuuni ni, ni sahihi kumwacha Shani okay, na... sababu ni kazi mm. Kwa Shani ni mke wake, muda wote atamkuta pale Shani, lakini yes, ah unajua kuimba yeah. Kwa mtu ambaye ameshaolewa na ambaye hajaolewa, waga ni vitu ambavyo vipo tofauti sana mm. yeah. Sawa uh, tuje kwako kwa, umesema kwamba utakaa kimya muda mrefu sana. Tutegemee mpaka lini? Miaka mingapi? Yaani kimya chako kitachukua muda gani? Inaweza ikawa hata baada ya mwaka, baada ya mwaka ndo narudi kazini. Ndio umemwona muna ni muna hivi, wanasema kwamba ni yupo yupo kama kama mwanamke eh. Umemwona E. Wewe yule unamuonaje yani? Kwa kwa, kwa wewe chukua <laughs> nchi yule, mimi mwenyewe hata simuelewi yani, ni omwelewi kweli. Mbona kama vile ichizi fulani? Kwa sababu mtu ambaye ameeneza akili zake, mwanaume ambaye amekamilika, mwanaume hawezi akafanya mambo kama haya, hayupo sawa. Jitahidi ukaa sehemu so, yake. Sasa ukiambiwa, ukipewa nafasi ama ukipewa muda au fursa, uwataje wasanii ambao wanafanya vizuri kwa Nyarugusu hii e, utamtaja nani? Au taja wasanii watano ambao wanafanya vizuri kwa sasa hivi Nyarugusu watano. Anza namba moja, namba mbili, namba, okay. Namba moja. Namba mbili. Nyagomani namba tatu, hadi namba nne. Upo serious kabisa, unataja vizuri kabisa? Au tuanzie tena namba moja? Diki. <laughs> Ndio. Namba mbili, Nyago. Namba tatu, Folo. Namba nne. Namba nne. Mm. Au hakuna. Kuna kizoboi hayupo hapo. Hao ambao nimewataja sasa hivi ndio unakubali. Ndio wanafanya vizuri. Ukiacha sasa ule upendeleo kwamba ndio watu ambao unawakubali wewe, ambao wanafanya vizuri na unasema kabisa hawa wanafanya kazi na zinaonekana, namba moja wako anakuwa nani? Kazi na zinaonekana yeah. Deki. Anakuwa Deki Rili. Namba mm, mbili bado, yani listi yako iko vile vile. Ah, huyo, yani kila kitu huyo mimi namkubali sana. Kwa nafasi zote za ile namba moja ni Deki, Deki Rili. Na mara ya kwanza kabisa ukaanza kumwelewa Deki Rili ilikuwa ni kwenye kazi gani? Kwenye nyimbo gani? Ile sijui isu za mo, yani ina muda sana ile nyimbo. Tambo sana. Yani sana tena sana ndio nilianza kumkubali. Kusema huyu brother huyu anaweza kufanya kile. Hatari nah, sana. Ah uh, msanii kwa nyimbo zake akaja kupiga maumivu. Yeah, maumivu. Eh, akawa amemaliza. Hivi maumivu ndio ile ah, okay mbembe ndio ulikuwa video fix ndani. Mm. Maumivu ikawa imekuwa ile ili, ili, ili, ilifanya ili, nini yani ilikuwa ili, ili kugusa kiasi gani ni kwamba ushe kutokewa na kile kitu ambacho Deki really aliimba ama vipi? Nishawahi kutokewa na, ndio maana nilikubali tuseme tu hata wengine wao unajua kupenda ni kimoja kitu tofauti sana, kwa hiyo ukipenda kitu hata wewe umesha yamesha kutokea haja kutokea, kwa hiyo ukikubaliana na kitu ndo umepita hiyo. Sawa, okay. So, uh, kuna huyu dada anaitwa Mary, umemwona na natamani utoe mtazamo wako Mary. Mary Mary Queen. Mary Queen. Mm -hmm. Anampenda anafanya kazi vizuri kazi yake ya fixing. ukipewa nafasi ya, mm -hmm. yeah. So, ya kumshauri utamwambia uta kitu gani? Naweza nikamshauri apambane tu na kazi, kwa maana hizi kazi zinaomba uwe na moyo mm, matusi wa gani mengi sana mimi. namkubali nampenda sana apambane. Kwa mfano, ungekuwa ile swali nimejaribu nime kuwauliza watu wengi, kwa mfano ungekuwa ni ni, ni rais au ungekuwa kiongozi hapa Nyarugusu, kitu cha kwanza kabisa ukikipa kipaumbele ingekuwa ni nini? Hey. <laughs> kipaumbele Yaani kitu chako ambacho ungeamua kukipa kipaumbele sana, yani ndo kiwe mbele ya mambo yote, ingekuwa ni kitu gani? ina maana yeah. Mm. Yeah. Yeah. Ungeamua muziki ndo uwe mbele ya kitu chochote, au ungefanyaje? Kwa mfano mimi kuniuliza hivyo, ungekuwa ni rais, unge ni kama ungekuwa unge, unge, unge, unge, unge, unge ni mtu mkubwa hapa kambini, ungeamua nini kifanyike ndo kiwe kikubwa kuliko vitu vyote. Mbona najua hakuna kitu kikubwa kuliko kingine? Yaani waga vinapishana tu kwenye viwango. Mm. Ila hakuna kitu kikubwa. Ukisema hiki ni kikubwa, kutakuja kingine kikubwa zaidi. Mhm. Mm -hmm. Kwao ndo maana hata kuna nani hapo mpaka nilifikirie sasa. Mm -hmm. So, uh, ni kushinda shinda. Sawa. Ah, ni wavulana wenye wa ruhusu naona wanafeli wapi? Kuna unapowaona wanafeli, wanapofelia yani unaona ni wapi? Kufeli kwa upande gani? Ni upande wa maisha. <laughs> kwenye upande wa maisha hmm. Sorry. Hello. Poa, subiri kama dakika mbili afuna kupigia kwenye upande wa maisha wanafeli sana, wanapenda mambo ya kujigamba sana, na kuna wengine wanajiweka wa, yani wana maisha mazuri na kipindi maisha ndo kama hivyo hapo chini sana. Kwa wajitahidi kukaa kwenye nafasi zao, wafanye kazi vizuri, wasitegemee mm-hmm. e, sana mambo ya huko okay. Ndo e, inawaponza yani, ina so, kwa mfano umejikuta huko na mabinti wengi sana, mpo wote yani kama kikao chenu ama ile mkutano wenu Una, una unaweza ukawambia kitu gani, kama kama kama ushauri wa maendeleo? Mi kwenye maendeleo kwanza, mi naweza nikawambia kwenye maendeleo, naweza nikawambia kupambana sana kivili, aya, kukaa chini. Mtu anakaaga kwao, kama upo kwenu, kama upo kwako. mm. Kwa, kaa utulie. e, unajua maisha sahivi yana vipengele vingi sana na yana mambo mengi sana, maneno mengi sana kama. mm. si ambao tupo manyumbani kwao tunatupiwa mambo mengi maneno. Ko ni yale mambo tu ya kukaa chini, ujipange mwenyewe, unajua nikifanya hivi nitaendesha familia, ukifanya moja mbili tatu, ko kile kitu ni cha kusema ya kutulia tu basi. Sawa, ukifanyeje? Uh, kwa mfano uh, unaposikia wanaume, unawatafsiri katika hali gani? wabaya sana au wastani au kawaida, yani wanaume, yani, unaposikia neno mwana, wanaume kwako wewe unalichukuliaje? Linakuumiza ama nini ambacho kishe kutokea? Vinajirudia vina, vina yani mambo mabaya ambayo kishe kutokea kwa wanaume yanajirudia, unaposikia neno mwanaume? Ah, mimi nachukulia poa, sababu mbona kuna wake uh, wanawake wabaya sana. Hmm, kwa tusiweke upande wa wanaume sana, na pia kuna wanawake wabaya. Hmm, hivyo jua sasa hivi sio wanawake ndio tunachanganya wanaume sana, okay. Hivyo vipo ndo maana hata wanaume tena, ile kusema kupenda, so eti kwa sababu sijui nini, mimi nishapendaga sana na mpaka sasa, so hivi sina mpenzi kambini, sina mchumba, sina, nipo peke yangu. Kwa hiyo naweza nikasema sasa so hivi sio wanawake ndio tunachanganya wanaume, kwa sababu ukiangalia kabisa sasa hivi sio wanawake atutulie, unakuta mwanamke ana wanaume na nne, tano, unategemea nini huyo mwanaume baraza mapenzi yanauma. Kwa hiyo mi naweza nikasema kuhusu wanaume hawana shida, yote sio wanawake ndio chanzo cha wanaume mpaka kubadilika. Swali la kizushi, nani mtamu kuliko nani, mtamu kuliko mwenzake kati ya mume wa mtu na mwanaume tu ambaye aname anamke sorry, anamke, kwani utamu unachagua? Mume wa mtu kwako, hata mume wa mtu ni mtamu. Okay. Mm. O, sasa ukipewa nafasi ya kuchagua kijana ambaye hajaoa na ambaye ame, ame, ame, ame, ameoa, utaenda kwa nani? Ambaye ameoa. Ndio unaenda kwa hii ni kwa nini? Ndio anajua vitu vingi sana. Na kwa shazo yeye. Yeye ana. Na, na yule ulijifunza wapi experience? <laughs> Uli experience wapi yani kwamba ukagundua huyu he can do better than you. Amna um, ni mimi mtoto wa mapenzi au hivi. Mimi si mtoto. Mm -hmm. Yeah kwamba hivyo vitu wewe ushavijua usha, usha vijua, unavizu, unaviweza una ushavizoea so kuzoea na vijua so kuzoea mm -hmm. Nyarugusu ni kijiji gani ambacho ukipendi kabisa upendaji ni kijiji unaona kama kijiji gani? Amna ha, hakuna kijiji ambacho mimi sikipendi kwa sababu mimi sijawahi kuishi kila kijiji mm, eh kwa vyote na vipenda. Yes, unapitaga mitaani unaona kabisa aka kijiji kamekaje kaaje. Mimi <laughs> mi, tena sitembea sana sana hivi kwanza. Mimi kuna village zingine hata sizijui. Kwa nini? mm -hmm. Naweza nikasema? Nafipenda vyote tu. Unaonaje mapenzi ya ya Dogo Zuuh na Nyagomani? Ni kwamba yeye ndo kwenda Dar es Salaam ndo amekwenda kuwa ya moto ama ni kwa sababu tu kuna vitu ambavyo wanavitaka? Wapo sawa wanaendana. Mm. Wapo vizuri tu fresh mapenzi. Mm Hivi -hmm. penzi la la la, la Dogo Zuuh Uh, penzi la I mean penzi la Juma Mboto na na na na, na Edwin unalionaje ile kapo yao? Ile ile kapo naipendaga sana kwa maana hapa kambini kulikuwa kapo mbili, kulikuwa kapo ya Madam Teddy na Drive, ndio ilikuwa uh, uh, trending sana, ilikuwa ya moto kambi mzima, ikaja kufuatia ya Edwin mm. na Juma Mboto. Sasa hivi si kwa sababu tushagachana muda vikaa vimepita, sasa hivi ambayo imechukua nafasi ni ya Edwin na Juma Mboto. Sawa, kwa kumalizia kabisa tuambie neno lolote mashabiki zetu, mashabiki zetu mashabiki wako watu wanaotutazama eh, neno lolote la mwisho. Nawapenda sana tena sana na tuzidi kuombeana Mungu tu. Tuishi vizuri. Okay, ndio hivyo, nawapenda sana tena sana. Kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu tafadhali subscribe, like, share na comment. Moz Public TV. Sisi ni sisi.